Sio, sio mbiasiti ya kushindwa kuifunga hii mm, kwa kwa tuifunge hata tano ila ndio mm, hivyo kocha anashindwa kupanga kikosi kizuri, wachezaji wazuri, anashindwa kupanga kikosi. Huyu kocha hatumtaki, wamtoe, watuletee kocha mwingine mm, lakini kikosi kile kile cha kwanza pale, mnachohitaji Pakoni alikuwa ndani, Dumbi alikuwa ndani, Adawili alikuwa ndani, Max alikuwa ndani, lakini ndivyo sivyo, matokeo hayakuwa kwen. Ndio, angalia hata mfumo wa kikosi ulivyokuwa, mfumo mm, ulikuwaje? Anakipanga kikosi wachezaji yani Yani. Mm. La kusema ya mimi, la kusema kocha, mimi simtaki nikiwa kama mshabiki wa Yanga. Mm, tunaumia ya kutoa sare Mbeya City, hata kama ni Kongwe mm, itakiwa tushinde mm, ila ndo hivyo. Shukrani. Labda kwa, kwa kumsaidia kidogo yungu, ni kwamba timu ya Yanga so, so, so mbaya timu iko vizuri sana, ila haya matokeo ambayo yametokea leo hapa ni sehemu ya mchezo, na hatuwezi tukajaji moja kwa moja kwamba timu yetu sisi kama Yanga iko vibaya. Hapana, tusikate tamaa, bado ni mapema, wachezaji tunao bado ni wazuri wanacheza vizuri, ila tu kama kuna mistake chache ambazo kila kocha anakuwa na ubora wake. Yanga imepita na makocha wazuri sana hapa katikati. Ko, kila kila shabiki atahitaji kuona uwezo, uwezo wa kocha ule kama makocha wengine ambao wamepita. Amepita Nabi, amepita Gamondi, amepita Roman alikuja hapo, lakini leo tunaye Folz. Folz ni kweli, ukimwa, ukiangalia, uh, ukiangalia tekniki zake na mbinu, kuna sehemu kidogo kama vile bado kidogo lakini ni, ni swala dogo sana mi naona tu injinia kama nawasikia mashabiki wa Yanga, mashabiki wengi sana wa Yanga wanalalamika wanazungumza kuhusu kocha, lakini ukiangalia ni kwamba hata wachezaji bado kuna namna fulani, kuna muunganiko mdogo sana ambao unakosekana, lakini sio kwamba timu ambavyo inafanya vibaya basi lawama zote ziende kwa kocha. Hata leo angesimama kocha mwingine, lakini kama wachezaji bado kuna vitu vichache ambavyo hawajapewa bado, matokeo angekuwa hivi. Tusidharau sana Mbeya City kwamba leo tulikuwa tunacheza na, na timu ambayo ni ipo nao Premier League Mbeya City ipo ligi kuu, lakini matokeo aliyoyapata inabidi tuwapongeze na tunawapongeza Mbeya City kutokana na madhaifu machache ambayo tulikuwa nao leo, leo sisi Yanga kocha msingi ni kwamba kama mashabiki wa Yanga tuungane, matatizo alionao kocha, uongozi unaoona kupitia hes side, wao wenyewe wanaumia hata kuliko sisi. Haiwezekana kwa sababu wao wanatumia vitu vingi zaidi ya sisi. Wao wanatumia fedha zao, wanatumia muda wao, kila siku wanasafiri, wana na timu kwa hata sisi tunavyoumia na wao wanaumia, hivyo hivyo inawezekana ni zaidi. Kwa mimi niko naomba mashabiki wa Yanga wote, wewe watulivu kama timu imepata matokeo matokeo ya uh, draw sio mbaya, draw sio mbaya sana kuliko hata tungefungwa. Kwa mimi nafurahi kwamba ni draw, lakini tuna, tuna, tuna mtu wetu ambaye yuko mbele. Kama leo tumetoa draw, maana yake tumedondosha mechi mbili, lakini tuna uhakika kwamba tunakimbizana naye. Sisi huwa tunasema ni Simba ambaye tunakimbizana naye. Simba hawezi akazichukua aka, aka, aka hizi pointi mbili afa